Karibu kusikiliza habari kutoka Grand Lac TV. Unaosikiliza si nyingine, ni Grand Lac TV. Ili kwanza kupata habari zetu, bonyeza alama ya kengele, like, comment and share, hapo utakuwa namba moja kabisa kusikiliza habari kutoka Grand Lac TV. Tunazo takriban dakika sio pungua kumi. Dakika zetu hizi tunazielekeza huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hususani katika jimbo la Nord Kivu wilaya ya Walikale. Ikumbukwe Walikale sikuizi imekuwa shamba la mapambano, Walikale imekuwa patashika, yaani hapachimbiki hapashikiki, shamba la mapambano kweli kweli. Ndege zisiyokuwa na rubani maarufu kama drone Zimeshambulia ngome za waasi wa AFC M23 ambao wanaungwa mkono na Rwanda na kuwafurusha mbali kabisa. Unaona ukianza ona kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Facebook, kwenye Twitter, wanalalamika sana. Jua hapo wamepata chamtemakuni, hapo wamepata chamtemakuni, yani wamepigwa vilivyo hadi wanaanza kulalamika eti wanajeshi wa Burundi FD, FDN wamehusika, wazalendo wamehusika. Watakosa kuhusika kwa nini? Na wao ndiyo wanawasaidia ili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ipate amani ya, ya kudumu. Maana bila wao sijui kwa sasa watu, watu wangekuwa wanasema nini? Wazalendo ni Wakongomani, ni watoto wa, wa nchi. FDN ni jeshi la Burundi, wanaona ndugu zao wamepata matatizo, ndugu zao wameingia kwenye patashika na wanahitaji amani ya kudumu katika ukanda huu wa East Afrika Mashariki na Kati, lazima wawasaidie ndugu zao wa wakongomani kupata amani ya kudumu sio ile amani ya kulegalega, baada ya mwaka mmoja, miaka miwili vita vinazuka, baada ya miezi mitatu, miezi minne vita vinazuka. Hapana, hivi kunahitajika amani ya kudumu, ili wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wapate matunda ya nchi yao, wafurahie nchi yao. Watu wameteseka sana, watu wamelia, watu wamebaa kwa uko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jamii ya kimataifa iko kimya. Waasi hao wa AFC M23 wanafanya maovu mengi sana huko Norukivu, Sidikivu, hususani uvira na Goma, wanafanya maovu mengi sana ila jamii ya kimataifa inaangalia kwa macho bila kusema hata neno moja. Kwa nini? Muwasi ni muwasi, muwasi hana ndugu, muwasi ni kuja kuiba na kupora na kuua, hana huruma mwasi. Sasa tunaomba wito kwa rais Felix Antoine Tshisekedi na serikali yake yote kwa ujumla, wafanye nguvu iwezekanao. Wanasema nini? ki prepare la paix prepare la guerre kama unataka amani, lazima damu imwangike, lazima vita vipiganwe mpaka mwisho, ili mshindi apatikane, mtu ambaye atashindwa hata subutu tena kurudi kwenye shamba la mapambano. Ila mkiwa munachikeleana tu, watawazowea, watasogea mpaka sehemu ambao wanataka kwa sasa wanaweza kusikia eti wanasema watu wote ambao wanatoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo usani kwenye provensya zingine, kuingia Goma, Bukavu, lazima walipe viza. Hapo watu wanaweza kwenda mubakalnizasion, wanataka kujitengeneza nchi yao binafsi. Sasa raia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitakubali kubali, haita fumba macho, lazima kieleweke. hii ni imesikia kilio cha wananchi, imesikia kilio cha raia, inawasa support asilimia mia kwa mia. Grand Lac TV iko Grana kwa ajili yenu. Grand Lac TV, chombo cha habari ambacho hakina mashaka ndani mwake. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, bonyeza alama kengele, like comment and share. Hapa utakuwa namba moja kabisa kusikiliza habari kutoka Grand Lac TV. Grand Lac TV, the sound of the news.